Mtumishi, no. kama nilivyokuwa nimesha kwambia hapo mwanzoni, kwamba na mpenzi anahitaji kunioa, mpenzi mwenyewe ndio huyo hapa. Ah, nimeona no. ni bora nimlete umwone. anaitwa nani? kijana anaitwa Michael Michael. mm -hmm. Oh, Michael karibu sana. nashukuru sana eh, karibu sana. Kwa hiyo ni jambo zuri, nimelipenda, nimefurahi kama mshirika wangu ameniletea mwanaume ambaye anataka kuolewa naye na mimi nilikuwa katika maombi na yeye katika swala hilo. Kwa hiyo nimeshukuru sana, na hata hivyo, juzi nilikuwa kwenye mfungu na muombea kwamba apate mume sahihi. Kwa hiyo nimefurahi kwa hilo tukio. Biblia nasema katika Yakobo moja ya kumi na saba inasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitu kilicho kicho kamili utoka juu hushuka kubaba, kubaba kwa baba kwa baba mianga kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka, yaani ina maana kugeuka geuka kule hakuko Mungu akikupa mume amekupa akikupa mke amekupa. Kwa hiyo nimefurahi kwamba maombi yamefanywa yamejibiwa. Tuendelee kumwamini Bwana, usiache kuomba kwa sababu adui naye yuko kazini. Unapokuwa unaomba mume na adui naye anakupa mume, mume ambaye si sahihi. Kwa hiyo tutaendelea kuomba, kama kweli itakuwa Bwana basi atakana Bwana. Kama kweli itakuwa sio Bwana, basi kuna mume ambaye Mungu atamleta baba. Tuombe kuomba. Ni kijana mzuri, ninataka nimsikie, na pia naye mwenyewe katika maoni yake anasema. Karibu kijana. Mchungaji, kwanza mimi nashukuru sana, kwa sababu huyu binti umemlea kwenye mazingira mazuri sana. Kikweli nilivutiwa naye, ni mtu ambaye anampenda Mungu sana. Kuna mimi nikaona sio vyema kumvunjia heshima, ndio maana nikaamua kuja kwako ku. kama wewe kiongozi wake sasa mchungaji, mimi nilikuwa na ombi moja kwako, kwa sababu najua ndoa nyingi za Wakristo zinasumbua sana ndani ya ndoa, kwa sababu ukiangalia, ukishafunga tu pingu ya maisha kwenye ndoa, kuna kuna changamoto nyingi, hakuna kusikilizana. Mwanamke anaenda kanisani muda wote, Ijumaa, Jumamosi, si si kwenye kikundi cha wamama Tabia mimi sijaipenda, na ombi langu kuja kwako kwa hapa nitaka nikuombe unikabidhi huyo binti nikae naye ndani ya miezi mitatu. Nikimuona tabia yake naridhia, utakuja tufunge naye ndoa. Kijana, hapana, kwa sababu hapo utakuwa umekiuka sheria ya Mungu. Biblia nasema usizini. Kwa hiyo unapoishi na mwanamke kabla ya ndoa umefanyaje? Usizini inahitaji maarifa kidogo, lakini nadhani utakaa sawa. Kwa hiyo kama utaniamini mimi, basi utakwenda kuwa na ndoa nzuri pia. Mchungaji, mimi ombi langu lilikuwa hilo tu, kama inashindikana enjo kwanza, leo mimi nawe sio wachumba